Ni waomba wa waandishi wa habari, muitangulize Tanzania kwanza. Siku ikiharibika Tanzania, na ninyi mtakuwa mmeharibikiwa pamoja na wale waliowapanga kuandika mnayoyaandika. Matatizo yaliyotokea kwenye nchi nyingine yalichochewa pia na karamu zetu. Genocide ya Rwanda mpaka wakafa watu karibu milioni moja. Walianza kwa mzaamzaa hivi. Unaweza ukawa unamchukia mtu fulani, lakini usichukie Tanzania. Multiplying effect yake ni kubwa, na moto ukishawaka hakuna atakaye uzima. Kwa hiyo, hiyo ni message tu kwenu kwamba kalamu zenu mkizitumia vizuri zitawasaidia Watanzania uwezo ukakuta hata mahali wanaandika mambo ya development, ukikuta yale mambo ya uchochezi chochezi kidogo, unakuta kwenye TV fulani hivi, kila wanapoandamana wakulima mahali fulani au wafugaji, ndio heading na inaachiwa muda mrefu sana, hiyo ndio story kwao. kila kitu chenye nia ya uchochezi fulani fulani, wao ndio story. Sasa Mwakyembe kafanye kazi, nataka ukafanye kazi. Kama wapo waliokuwepo waliokuwa wanashindwa kuchukua hatua, wewe kachukue. Kwanza ni mwanasheria mzuri, msomi, umesomea mambo ya habari, fanye kazi, serikali ipo, hatuwezi tukaiacha serikali ikaangamia kwa sababu ya watu wachache, haitawezekana hata kasomeni. Tu leo magazeti ya leo, picha yote heading ni picha za mtu ambaye alifanya kosa mmoja kana kwamba hicho kitendo kimefanywa na serikali au kinasapotiwa na serikali. Peji ya kwanza, peji ya pili, huyu anatoa anafanya hivi, huyu anatoa hivi. That's the story. Nawaambia wamiliki wa vyombo vya habari, Be careful and watch it kama mnafikiri mna freedom ya namna hiyo. Not to that extent. <laughs> Watu wanasema habari za huyu zimezuiliwa, lakini <coughs> unakuta habari za kumtukana zimechapishwa frentford. <laughs> Sasa kama zimezuiliwa, si hata za kumtukana msiziandike? <laughs> Najua Watanzania wanaelewa na hasa ukienda vijijini They know everything. Wanatujua kuliko tunavyojijua. Kwa hiyo ndugu zangu viongozi, kasimamieni hilo. Na ndugu zangu waheshimiwa wa, wa vyombo vya utoaji haki, katangulizeni Tanzania, katangulizeni Tanzania. Na mheshimiwa Kaimu Jaji Mkuu, umezungumza vizuri sana na bahati nzuri, waheshimiwa majaji mnafanya kazi nzuri na mnatoa cooperation nzuri hata kwa serikali katika kupata haki. Mimi so, nakwambia I will always stand with you, you can be assured. Tutengeneze Tanzania yetu, na katika kazi zozote they are all temporary. Mimi niko hapa temporary, makamu wa rais temporary, everybody is temporary because even the life is so temporary lakini tanzania yetu sio temporary itaendelea kuwepo kwa hiyo tuilinde hii tanzania yetu ambayo is not supposed to be temporary it's supposed to be there permanently jamani nawashukuru sana mlioteuliwa mungu ibariki tanzania wabariki wateuliwa wote All the best, and God bless you. asante sana Mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania dr john pombe magufuli Hotuba yako fupi muhimu, Waheshimiwa wa viongozi tulioko mundani mara